Waharibu, ushawatoa katika maadili tayari, ushawatoa katika ustaarabu. Ndugu zanguni wa mitandao, watu wanaofuatilia mitandao, tahadharini sana sana sana na maneno ambayo yanasemwa katika mitandao yetu, jaribuni kuyachuja na kufuatilia ah, huyu shekhe ni nani huyu, yukoje? Isije ikawa mtu alisema neno, kumbe ana lengo lake, asema maneno yeye, kumbe ana malengo yake fulani ya jambo lake fulani, ili lipate kutimia. Alafu pia msikilizeni tena kidogo, shekhe alivyosema, tafsiri ya tatu ni a sehemu nisaukum, hardhun lakum wakezenu ni mashamba yenu, faatuu hardhakum, yaendeeni mashamba yenu, haithuma shiitum, sehemu yoyote mpendayo, masikioni kichwa, ndio maana ya haithuma, puani Kasema katika maana ya anna min haithuma, haithuma kwa maana ya, ya sehemu yoyote. Haithuma kwa maana ya sehemu yoyote. Akasema kichwani, puani, skioni. Ni hatari gani hii? Sikioni. Puani. Subhanallah. Ni hatari kubwa sana uliyoisema. Kwa nini? Kwanza Mwenyezi Mungu anasemaje? Kwa <coughs> Alam nakhluqukum min ma'in mahin fajalnahu fi qararin makin, huyo unasema sikioni eh? Unaweza ukaweka? Mungu anasemaje? fajaalnahu fi qararin makin, we unasema sikioni? Mungu anasema fajaalnahu fi qararin makin. Au shekhe, hii qararin makin imehama siku hizi imekuwa katika sikio? Subhanallah, maneno ya hatari sana, shekhe hayo. Hatari kubwa sana kwa sababu hapo tayari umeshayahatarisha maisha ya mtu, uchukue kesikioni. Na haya maneno umeyapata kwa daktari gani shekhe? Daktari gani bingwa ambaye amekuambia kwamba ah, waweza ukatia sikioni? Kwa sababu bingwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayari yeye katuelekeza kwa kujua kwamba qararu mmakini yapatikana wapi, akatuambia fajaalnahu fi qarari makini. Wewe wasema waweza ukaeka sikioni, waweza ukaeka puani. Umeyapata wapi maneno haya shekhe? Tayari ushaharibu katika maadili, tayari ushawapotosha watu ambao wanafuatilia mitandao ya kijamii ko zidi kutaka istighfari, tubu kwa Mwenyezi Mungu, tena toba ya hakika sio, atake istighfari tu ikawa bado maneno haya unayo. Yatakiwa utake istighfari na maneno haya ya kuondoke katika moyo wako na fikra zako, ndio istighfari yako itakuwa ipo sahihi, imetimia, itakuwa tauba yako imekaa mahala sahihi. Lakini endapo utataka istighfari lakini bado katika moyo wako una itikadi hizi eh, ulizozisema ndugu yangu, bado kwa sababu itakuwa wasema, na unaendelea kuiharibu jamii, na jamii yaharibika kwa sababu yako, unapata dhima mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Kwa nini utapata dhima? Kwa sababu umesema maneno ambayo Mungu hakuyasema kwa sababu umekuja na mambo ambayo Mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hakuja nayo. Umetoka katika ustaarabu, umetoka katika makarimul akhlaqi. Mtu mwenye akili timamu hawezi akafanya kitu hicho hadharani. Mtu mwenye akili timamu hawezi akafanya kitu hicho barabarani mtu mwenye akili timamu hawezi akafanya kitu hicho sokoni. Kwa nini? Kwa sababu itakuwa hakuna utofauti na wanyama, na Mungu sisi katuumba tumekuwa na utofauti na wanyama. Wewe unawatoa watu kwenye ubinadamu waende kwenye unyama. Sasa inakuwa haya tena hakuna aibu tena, hakuna ile alhayau minalimani hakuna tena sasa Eh? Tayari mtu ashakuwa ni mnyama aenda sokoni avua ah, utakuwa ni sawasawa sawa na mbuzi huyo. Kwa nini? Kwa sababu kafanya jambo ambalo si jambo la kikawaida kufanya mwanadamu. Shekhe, nikuulize swali labda au kwa ujumla tuulizane swali sisi ndani ya jamii zetu, hivi mtu atakapotoka akaenda sokoni, akaenda barabarani, sehemu yoyote ambayo iko wazi, akaenda yuko katika hali ya uhuriana, je, ni katika makarimu lakhlaqi haya? Ni katika jambo ambalo amekunywa nalo Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ni katika jambo ambalo lina ustaarabu ndani ya jamii zetu? Si itakuwa tayari tuanza kubomoa makari mula khalaki? Hapo tunaanza kuwaharibu watoto, ka sababu anaona ushasema, aende sokoni, hakuna cha siri tena, tayari ishaharibika. Ikiwa sasa ni jawabu kwamba kunapatikana maharibifu katika jamii, tuangalieni sana, ndugu zanguni wa Uislamu, maneno ya kuyasema, mahutaba waangalie maneno ya wa kuyasema katika jamii, yana maslahi gani? Maneno haya nitakapoyasema katika jamii, haya yana maslahi gani? maneno haya nikiyasema katika jamii, haya yana ma, madhara gani haya katika jamii? Maneno haya nikiyasema yana madhara gani mbele ya jamhuri? Kwa maana kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, itakuwaje mimi kwa Mwenyezi Mungu maneno haya nikiyasema? Utakapopata jawabu ah, nikiyasema haya yatakuwa yapo katika msingi mzuri wa maadili yapo katika msingi mzuri wa kuwaelekeza watu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, yaseme. Ukiyaona maneno haya hayapo katika maadili wala katika msingi wa kuwaelekeza watu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, yaache usiyaseme, hata kama ni katika maslahi yako kwamba ukiyasema kuna vitu fulani utavipata, usiyaseme kwa sababu ni hatari kwako ikiwa mtu una jasiri kuepukana na maneno ambayo ameyasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwa kuepukana na tabia ambazo kaja nazo Mtume Muhammadin salallahu alaihi wasallam, itakuwaje? Wewe itakuwapo sehemu ya hatari. Msikilizeni, neno anna katika lugha ya Kiarabu lina tafsiri tatu. Shekhe kasema anna ina maana tatu katika lugha, tena akasema ni lugha faswaha, ufaswaha wa lugha yasema anna ina maana tatu, na yeye akazipita zote. Swali ni kwamba katika lugha ya Kiarabu Ukisoma lugha ya Kiarabu, ukikuta sehemu kuna herufi hiyo ina maana au tamko lina maana ya zaidi ya tatu, waweza ukazitumia mahala pamoja? Ukikuta tamko au harfu ina maana ya zaidi ya tatu, waweza ukazitumia zote pamoja kwa mahala pale? Kama kusemaje, almau filkuzi, fi katika lugha ya Kiarabu ina maana zaidi ya saba. Je, kwa mahala hapa, almau filkuzi, unaweza ukatumia maana zote saba au zaidi ya saba? Hilo ndio swali langu mwisho. Yote haya tunayasema kwa ajili ya kuwahami ndugu zetu, kwa ajili ya kuihami jamii, kwa sababu kuna baadhi yetu hawakubahatika kusoma ama wengine wamebahatika, lakini hawakusoma hivyo isomwavyo, na kuna wengine wamesoma, lakini ana hakika na elimu yake. Kwa hiyo akiambiwa, yeye aona yeye ndio hivi hivi, kwa sababu ana hakika, kakosa istiqama, msimamo kaukosa. Kwa hiyo yote haya ni katika kuwahami na kuihami jamii na kuwahami wale ambao hawataki kusoma lakini wao ni watu wa kufuatilia mitandao tu. Shekhe kasema, shekhe fulani bwana kasema, kwa kumwona mtu eh, kavutiwa kama alivyosema Mwenyezi Mungu idha raaitahum tujibu kaajisamuhu, kamwona tu mtu kavaa mavazi yake kaona, ah, ndo huyu huyu shekhe fulani kasema bwana, na maneno yake ni matamu kabisa akiyasema. Mtu wa namna hiyo ndio maana tunachukua tahadhari tukajitokeza kama hivi kwa ajili ya kuzilinda jamii zetu.